Kufunga hapa ni boksi la mbegu ambayo tofauti tofauti. Hilo boksi la mbegu unakuja kulifunga hapa. Hapa. Hapa hapa kwenye hili. Kwenye hili shimo. Boksi la mbegu ndiyo hili hapa. Nati zako utachukua kwenye hili mfuko. Nati nne za rangi ya bati kama hivi. Kama hivi utakuja kuzi Kuzifunga hapa kuna sehemu nne za kufunga: moja, mbili, tatu, nne, moja, mbili, tatu, nne. Na kwenye boksi hizo hizo kuna sehemu nne: moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo tutakuja kuliweka hapa box. tutaangalia lina yaani, hiki kiboksi na hiki cha hapa, hiki hapa na hiki, lazima vikae sawa, kwa hiyo kisha kaa sawa utaona zile zile sehemu na, na zenyewe zina

Baada ya kufunga boksi, unakuja kubadilisha vitambuzi mbegu. Hivi naitwa vitambuzi mbegu, kwa hiyo kuna vinavyopanda mahindi, kaanga, karanga, geti, pamba, amba. Kwa hiyo hapa nabadilisha kulingana na mbegu na upana vikaa kubadilisha huyo, kufungua hapa na mimi hapo unafungua Naangalia hicho kilichopo, je, kipo sahihi? Kinachofanyika kwenye kupima mbegu, mbegu huwa zinapita kwenye haya mashimo haya. Hapo kuna madogo kuna makubwa kuna kuna size ya katikati anatofautiana. Kwa hiyo kinachotakiwa unapima, je, je, hicho kitambuzi unachoweka kinapokea mbegu ngapi ngapi? Kama ni mfano ni mahindi unaweka huko, je, hizo punje za mahindi zinaingia ngapi ngapi? Kwa hiyo unaweza ukapima kama mashimo manne je, yanapokea mbegu ngapi ngapi. Kama ni moja moja maana yake hicho kitaweza kawa ni sahihi. Na mbegu inapoingia huko maana yake inabidi ingie ikae paka paka chini. Yaani isiwe na isiwe na ile juu juu, yaani ikae yenye yenyewe. Kwa kama ni moja moja unatafuta ambacho kinapokea moja moja. Kama ni mbili mbili unatafuta ambacho kinapokea mbili mbili. Kwa kwenye haya mashimo. Lakini hiki cha chini unatakiwa kukitoa, unakiacha kama kilipo. Ukiweka kiweke vizuri. Kama unaweka hivi vikubwa, maana yake ndio unatoa hivi, unaweka hivi vikubwa. Lakini kama ni hivi vidogo vidogo, maana yake lazima uhakikishe hiki cha chini kinabaki. Haya, kwa hiyo baada ya kukipata unaweka, unaweka hiki kidude hiki katikati, popote unaweka. Ukisha kiweka, unashika unashika hivi hivi vidole unaingiza kwenye hivi vya mduara hapa, alafu hiki kichwa cha haka kwa mwezi hapa inabidi kipite hapa hapo. Lazima uhakikishe, ni kitu cha msingi, lazima uhakikishe hicho kichwa kinakaa hapa, kwa unazungusha, unakuja kuzipata na hii kitambuzi. Usikiweke juu juu, kiweka juu juu, mbegu zitatoka nyingi. Hakikisha kabisa kimeingia, kime kimeenea, kime paka hizi hizi hizi hizi hizi ncha hizi zinaingia huko vizuri zisipoingia vizuri, maana yake mbegu zitatoka nyingi, kwa sababu itakuwa iko hicho. Ni kitu cha kuhakikisha. Baada ya hapo, tunafunga kisha. Umefunga, oki, imebana. Haya, upande huu wa pili ni upande wa boksi la mbolea. Boksi, ushafunga na, na oh, boksi la mbegu kwa huko na boksi la mbolea kwa huko. Upande huu ndio upande wa mbolea. Upande wa mbolea, maana yake mbolea inaingia huko na hapa, neno yako, jina la mbegu, jina la mbolea, jina la mbegu, jina la mbolea. Hapa itatoka mbegu, hapa itatoka mbolea. Hapa itatoka mbegu, hapa mbolea. Kwa hiyo, sehemu ya kuseti sasa wingi wa mbolea ni kwenye hivi vidude hivi. Unaona hapa kuna haya. Kuna hiki hapa tena, kuna hiki hapa, kuna hiki hapa, kuna hiki, kwa kila kwenye jino, kwenye kila jino la mbolea kuna kuna hii. Hii ni kama ni kama lock. Maana yake kuna kuna upande unaweza ukafungua ukaongeza ukubwa, maana yake wingi wa mbolea, au kuna upande unaweza ukabana ukafunga upande wa mbolea. Kwa hiyo unapopeleka upande wako wa kushoto, hiki unapokipeleka upande wa kushoto maana yake unakuwa unafunga. Mfano hapa nimefika mpaka mwisho, akizunguki tena kwa maana hapa ni kibana, maana hapa mbolea haitoki. Lakini ninapozungusha kwenda upande huu wa kulia, maana yake nafungua, maana yake nikifika mpaka hapa nikabania mbolea, atoka, hapa maana yake mbolea itakayotoka hapa ni nyingi sana kwa kitakachofanyika, na kwa ndani utakuwa unaona hapa kwenye video, unaweza usione, lakini kwa ndani utakuwa unaona kuna kitu na kwenye kule ndani kinatembea. Kile sasa ndo kama kiroki, kwa hiyo inabidi ubane kidogo tu, kwa sababu mbolea hatuhitaji toke nyingi, kwa sababu ni hatua za mwanzo. So utabania karibu na upande wa kushoto kabisa, utaona na kule ndani utaona nafasi inayobaki kadi unavofungua na kufunga, unakuwa unaona na kule ndani. Kwa hiyo uta, utafunga karibu na na mwisho wa upande wako wa kushoto, kwenye kila kwenye kila jino hapa, hapa, hapa, hapa, meno yote utafunga Alafu baada ya hapo utaangalia sasa inatoaje mbolea. Kama bado inatoa sana, maanake unaendelea ku, kufunga kushoto. Kama inatoa kudogo, unafunga na, kuinga kulia. Haya, hatua ya mwisho ni kuja kuunganisha haya mabox, kwa sababu hawezi kucheza cheza hivi. Kwa hiyo, kuna huu mkono, huu mkono unaingia hapa katikati, hapa huku na huku Ukishaweka hiyo mikono unakuja kufunga nati hapo, unaona? kwa hiyo ni sehemu ya nati, ni sehemu ya kushikilia. Sasa unakuja hatua ya mwisho mwisho, kufunga mwisho, mikono kuwa hapa. Mkono unaanza chini kwa, kwa hiyo urefu ndo unaingia huko. Haya masikio utayalegeza, na ile ya kupanda kulia na huko upande wa kushoto utayalegeza, na hiyo usifungue mpaka mwisho, yalegeze tu ili iweze kupita.